na mukhalafatu lhawa mashairi haya tulisha yasoma katika ile shairi refu la kule nyuma hata ukiangalia hayo maneno utakuwa tayari umeshadhihirikiwa nayo tamam tunaendelea mbele suul insaf suul insaf mbaya insaf mbaya In kwa maana tabia mbaya tabia mbaya kivipi ni tabia mbaya ya mtu kutoona wema wa mtu na kutothamini cha mtu mwenzako. Atakufanyia wema, lakini wewe bado hautouona ule wema wake. Lakini pia mwenzako itatokea atafanya mazuri, wewe utamponda utamsema vibaya na utayasema vibaya au kuyasifia vibaya yale aliyoyafanya. Tamam, ndiyo suul insaf, insaf mbaya, kwa maana tabia mbaya. Imamu na Shafi'i katika shairi hili pia anatueleza vile vile kuonesha izzatu nafsi

an akuna lahu mujiban, kuwa ni mwenye kumjibu yeye, tamam. mm -hmm. kuna mwacha aendelee kutoa maneno yake machafu tamam. kwa sababu gani? ni mtu mwenye tabia mbaya, na mtu huyo huwa ni mjinga au mpumbavu. Akaendelea kusema, akasemaje? yazidu safahatan fa azidu hilman. Yazidu safahatan, yeye anazidi kuonekana kuwa ni mpumbavu faazidu hilman, nami ninazidi kuonekana ni mwenye heshima. Hilman ina maana ya upole, lakini hapa imekuja kwa maana ya heshima. Kaudin, kama mfano wa ule udi ambao, zadahu lihraqu tiban, kuunguzwa na moto unaozidishia kunuka vizuri. Kaudin, kama mfano wa ule udi ambao, zadahu lihraqu tiba, ule kuungua na moto unauzidishia kuwa ni wenye kunukia vizuri. Tamam, hakadha. Kwa hiyo Imamu na Shafi'i amejifananisha kwa ile heshima yake ambayo anazidi kuichunga eh? Amejifananisha na ule udi ambao unaunguzwa na moto eh? na udi taban, ukiwa unaunguzwa na moto ndio unazidi nini, kufusha na kueneza ile harufu yake eh? na ukazidi nini, kunukia. Tamam, hakadha.